Mtazamaji, wa Global TV, tuko na Mheshimiwa Freeman Mbowe, mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA na tutapata kusikia machache kutoka kwake kwa jinsi ambavyo ameweza kupokea wa msiba huu wa <muchimio> Mheshimiwa Kingunge Ngombale. Taarifa za msiba zilikuta uh, Dodoma, ilikuwa Dodoma, nilikwenda kwenye shughuli za kibonge hiyo uh, majuzi nikapata taarifa nilizopokea, uh, kwa mshtuko mkubwa sana, na uh, nilazimika kurejea Dar es Salaam moja kwa moja, nikachana vikao vya bunge kwa sababu pamoja na mambo mengine kushughulika na jambo hili, uh, na kulia pamoja na familia ya Mzee Kingunge na, na Watanzania wote ambao kwa kweli tunamheshimu na kumwenzi sana mzee huyu kwa kazi ambazo amefanya wakati wa uhai wake. Hiyu ni muasisi wa taifa hili ni mwasisi wa siasa za Tanzania, za Tanganyika kabla hata hajaingia kuwa Tanzania. Kwa hiyo historia ya mzee usimnyime kutambua utajiri uh, huo wa historia yake, kwamba huyu ni mojawapo ya waasisi wa, wa taifa letu. Huyu ni mzee ambaye alishiriki na wenzake katika hatua za kwanza kabisa za kuijenga uh, TANU kabla ya uhuru na hata baada ya uhuru hadi baadaye tulipojiunga mwaka 77 chama cha mapinduzi Peke, uh, sorry, chama cha tano ambacho kilikuwa chama pekee kilipojiunga na chama cha ASP kutoka Zanzibar kuunda CCM, kwa naye alikuwa mmoja wapo ya waasisi wa CCM hadi 2015 walipojiunga na mabadiliko ya yeah. Kwa kwa umri wake mzee wetu Kingunge alikuwa nitaari, ni tayari ameshastaafu lakini bado ni mzee, alikuwa na busara nyingi sana, alikuwa na ushauri mzuri sana kwetu, tulimtumia sana kama mshauri ameshiriki na sisi kwenye vikao vyote ambavyo ni nyeti vya chama, hasa vya vinavyopanga itikadi za chama. Alikuwa ni mtu mwenye utajiri mkubwa sana wa kuhamasisha, kufundisha maana ya vyama kusimama kwenye itikadi, maana ya chama na viongozi kusimama kwenye maadili. Alikuwa kweli tukienda kwenye, kwenye retreat zetu za chama, na anashiriki na sisi na anatoshauri vizuri sana tulitumia sana kwenye kampeni za mwaka elfu mbili na kumi na tano lakini hatukuendelea kumtumia sana actively, kwa sababu vilevile ni umri wake. Um, alisha staafu kwa hiyo alitumia zaidi jukumu la ushauri eh, na kukanya zaidi kuliko zile active politics Maa. Asante sana nakushukuru sana niombe tu kwamba Tanzania wa vyama vyote na, na sisi kama CHADEMA kesho, tumesimamisha kampeni zetu, tutakuwa na kampeni za uchaguzi katika jimbo la Kinondoni kwa so, sababu hapa ni Kinondoni, na atakapolaza mzee wetu vilevile ni Kinondoni, ni sehemu ya uh, eneo ambalo uchaguzi huo utafanyika, na katika misingi hiyo tumesimamisha chaguzi kampeni zetu za uchaguzi kesho, na tumewataka mgombea na viongozi wanachama wapenzi wetu kadri uwezekanavyo na kwa wingi uwezekanavyo, tushiriki na familia, tushiriki na watanzania wengine, tuweze kumsindikiza mzee wetu katika safari yake ya mwisho. Na tunamwombea Mungu amlaze mahala pema peponi, akakutana na mkewe waweze kustarehe pamoja huko kwa Mwenyezi Mungu Muumba wetu. Asante sana mtazamaji wa Global TV, baada ya kusikia haya YouTube channel yetu kupata breaking news na vipindi vingi, bila kusahau hadithi nzuri zinazotungwa na mtunzi mahiri Eric Shigongo m ikiwa mimi Mrisho Mpoto mjiomba taarifa zangu zote habari zote za ulimwengu za burudani na michezo nazipata kwenye app ya Global Publishers. Wewe unasubiri nini sasa? Ebu install sasa, unapitwa ndugu yangu. Install sasa hivi kwenye Google Play au App Store sasa hivi. Hayo ni maelekezo.